Kitabu cha Tobiti sura ya tano na ya sita. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni wakati mwingine tena. Naitwa Mwalimu Petro na furaha kuwakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Wazungu wanasema is a brilliant moment, ni wakati mzuri tena. Mungu ametupa, tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya umuda ewe Bwana unaotuunganisha watoto wako ili kuweza kusoma neno lako la uzima. Tunaamini ewe Bwana nguvu zako ziko na sisi, na tunaamini ewe Bwana upendo wako umeendelea kutufunika pamoja na kutulinda. Tunakushukuru ewe Mungu kwa neema yako na uweza wako, tunakushukuru ewe Mungu kwa baraka zako pamoja na neema yako. Tunaomba utusamee Bwana maeneo yote ambayo tumekosea na kutenda dhambi, tunaomba damu ya Yesu Kristo itusafishe ili tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi ya Mungu, tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu, tunaomba uweze kuja mahali hapa utusimamie, roho mleta uzima, ili neno lako tunalosoma liweze kutupa maarifa na liweze kutupa mwanga katika maisha yetu, katika uweza wa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, siku ya leo tutaendelea na kitabu cha Tobiti katika ile sura ya tano na ya sita, wapendwa. Katika sura ya tano tutaangalia juu ya maandalizi ya safari, na katika sura ya sita tutaangalia juu ya samaki anakamatwa. Pia tutaangalia juu ya mpango wa harusi mm. harusi ya nani na ilikuwaje hiyo harusi. Tuungane sasa kwa pamoja, ili tuweze kuanza rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, sura ya tano. Basi Tobia akajibu akamwambia, Baba, nitatenda yote ulioniagiza, lakini niwezeje kuipokea ile fedha nami simfahamu yule? Basi alimpa ile hati akamwambia, kajitafutie mtu utaka atakayefuatana nawe, nami nitampa mshahara wake ni kali hai bado. Kisha uende ukapokee ile fedha. Ikiwa alipokwenda kutafuta mtu alikutana na Rafaeli, naye yu malaika, walakini ndiye hana habari. Akamwambia, ye waweza kufuatana nami mpaka Rage, mji wa Umedi, na mahali wapajua sawa sawa. Malaika akamwambia, mimi nitakwenda nawe, nami ninaijua sana njia hata nimekaribishwa kwake ndugu yetu Gabaeli. Basi Tobia akamwambia, haya ni ngoje kwanza hata nimwambie baba yangu. Akamwambia, nenda basi usikawie. Basi akaingia akamwambia baba yake, tazama, nimemwona mtu atakaye kwenda pamoja nami. Akamjibu, kamwite aje kwangu, ni mfahamu yu wa kabila gani na kama yu mtu mwaminifu afaaye kwenda nawe. Akamwita naye akaja, wakasalimiana. Tobiti akamwambia, ndugu, unijulishe kabila yako na jamaa yako. Akamwambia, je, watafuta kabila na jamaa au mtu wa mshahara kwenda na mwanao? Tobiti akamwambia, ndugu, nina haja kujua jamaa yako na jina lako. Basi akasema, mimi ni Azaria, mwana wake Anania, mkuu ni wa ndugu zako. Tobiti akamwambia, e ndugu, karibu, usinikasirikie kwa sababu nalitafuta habari za kabila yako na jamaa yako, maana ndiwe uliye ndugu yangu wa ukoo mwema, mzuri kweli. naliwafahamu Anania na Yonatani wana wa Shemaya mkuu mwana wa Shemaya mkuu. Tulipokuwa tukienda wote Yerusalemu ili kuabudu, tulikuwa tukitoa wazaliwa wa kwanza na zaka za mazao yetu, wala hao hawakupotoka kwa kujifuatisha kosa la ndugu zetu. Ndugu yangu, wewe mtu wa mkoo wa ukoo mstaifu lakini sasa uniambie, nikupe mshahara gani? Je, shilingi kutwa na riziki yako, kama apatavyo mwanangu? Tena mkirudi salama, nitatoa faida zaidi ya mshahara wako. Wakapatana, akamwambia Tobia, kajiwekee tayari kwa safari, naye Mungu akujalieni safari njema. Naye mwanaye alipokwisha kuyaweka tayari mahitaji yake ya safari, baba yake akamwambia, nenda na mtu huyu, na Mungu akae mbinguni ataifanikisha safari yenu, na malaika wake afuatane nanyi. Hivyo wakaondoka, wakaondoka wote wawili na mbwa wa yule kijana akafuatana nao. Bali Ana mama yake akalia akamwambia, Tobiti, mbona umemsafirisha mtoto wetu? siye fimbo yetu ya mkononi kwa kuingia si fimbo yetu ya mkononi kwa kuingia na kutoka mbele yetu? usifanye choyo kutaka kuongeza fedha juu ya fedha, bali na iwe kama kifusi kuliko mtoto wetu, kwa maana kadiri Bwana alivyotupa kuishi ndivyo itutoshavyo. Tobiti akamjibu, mwenzangu, usijisumbue, yeye atarudi salama na macho yako yatamwona, kwa maana malaika mwema atafuatana naye na safari yake itafanikiwa, naye atarudi salama salimini. Sura ya sita basi, akaacha kulia. Hata walipokuwa wakisafiri, walifika jioni kwenye mto Tigri, wakatua huko. Yule kijana akateremka mtoni ili kuoga, kumbe samaki akaruka kutoka mtini, kutoka mtoni akitaka kumeza yule kijana. Malaika akamwambia, mkamate yule samaki. Yule kijana akamkamata samaki akamko, akamkokota katika nchi kavu. Malaika akamwambia sasa, mpasue samaki huyu, ukachukue moyo na ini na nyongo, ukaviweke salama. Yule kijana akafanya kama malaika alivyomwagiza. Tena wakamwoka, wakamwoka samaki wakamla. Asubuhi wakaenda zao wote wawili mpaka waukaribie Ekbatana. Yule kijana akamuuliza malaika ndugu yangu Azaria, vya nini hivi moyo na ini na nyongo vya samaki? Akamwambia, kwa habari ya moyo na ini, ikiwa jini ya upepo mbaya anasumbua mtu, yatupasa kumfukizia moshi na wa vitu hivi, akiwa ni mwanamume au mwanamke, naye hata udhika tena na kwa habari ya nyongo yafaa kumpaka mtu mwenye vyamba vyeupe katika macho naye atapona. Ndipo alipokaribia mji, malaika alimwambia yule kijana, ndugu yangu, leo tutatua kwa Ragueli, aliye jamaa yako, naye ana na binti yake pekee, jina lake Sara. Huenda ni kupose ili aolewe nawe kwa maana haki ya kumoa ina wewe kwa kuwa wewe peke yako uwa jamaa yake, naye huyu mwanamwali ni mzuri mwenye busara. Basi sasa unisikilize, nami nitasema na baba yake, hata tutakaporudi kutoka Rage, tutafanyiwa harusi, kwa maana najua ya kwamba Ragueli hawezi kumoza kwa mwingine kama iamuriwavyo Torati ya Musa, ila itampasa kufa, kwa sababu ni haki yako kupokea urithi huu kutoka ku, ku, kupokea urithi huu kuliko mtu mwingine yoyote. Kisha yule kijana akamjibu malaika, ndugu yangu wa Azaria, mimi nimesikia ya, ya kama mwanamwali huyu ameolewa na waume saba nao wote wameangamia katika chumba cha harusi, nami ni mwana pekee wa baba yangu, nami naogopa nisije nikaingia nikafa kama wale walionitangulia, maana jini ya mpenda ambaye hamdhuru mtu ila wale wamkaribiao. Na sasa naogopa nisije nikafa nikaleta maisha ya baba yangu na mama yangu kaburini kwa huzuni kwa ajili yangu, wala hawana mwana mwingine wa kuwazika. Malaika akamwambia, Je, hayakumbuki ha, haya mausia aliyokuhusia baba yako ya kama uchukue mke wa jamaa yako? Na sasa ndugu yangu nisikilize, madhali ya pasa awe mke wako, wala usimjali yule jini, kwa maana hata usiku huu huyu ataozwa kuwa mke wako huku akiingia katika chumba cha harusi, utatwaa majivu ya ubani na juu yake utatia vipande vya moyo na ini vya samaki, nawe na utafukiza moshi wake. Basi ule jini ataisikia harufu yake na kukimbia, wala hatakuja tena kamwe. Lakini utakapomkaribia mkeo, ondokeni wote wawili na kumlilia Mungu mwenye rehema, naye atawaokoa na kuwarehemia nawe usiogope, kwa sababu umewekewa huyo tangu mwanzo, nawe utamokoa naye atakufu naye atafuatana nawe tena. Naona ya kuwa atakuzalia watoto. Basi alipoyasikia hayo Tobia alimpenda hata ikambatana na roho yake ikaambatana naye kabisa.